Leo tunaanza safari yetu ya hekima kupitia vitabu kumi na mbili vya mwisho vya Agano la Kale. Vinajulikana kama manabii wadogo. Sasa hawaitwi manabii wadogo kwa sababu hawakuwa wazuri vya kutosha kuingia kwenye ligi kubwa, unajua ligi kuu, kwa kusema hivyo. Wanaitwa manabii wadogo tu kwa sababu ya ufupi wao. Ni ujumbe wa kinabii mfupi sana, lakini wacha nikuambia. Wote watafanya vizuri sana katika kufikisha ujumbe wa Mungu kwa watu wake. Sasa, haijawahi kuwa jambo la ajabu kwa Mungu. Eh, si tu kuwa na manabii wake kufikisha ujumbe lakini pia ku cool kuigiza ujumbe huo kwa njia ya kimwili. Kwa mfano, eh, unaweza kukumbuka Mungu alimfanya Isaya avai kama mfungwa wa vita kwa miaka mitatu unaweza kukumbuka kwa miezi kadhaa Yeremia alibeba nira ya mbao mabegani mwake, na Ezekieli aliambiwa na Mungu aende akapate kukata nywele na kunyoa kwa upanga. Sasa kila moja ya vitendo hivi ilionyesha kitu ambacho Mungu alitaka kuwasilisha kwa watu wake, na sina shaka yoyote akilini mwangu, hata hivyo, tunapofika hapa kwenye kitabu cha Hosea, kwamba mfano wa mahubiri wenye uchungu zaidi ambao Mungu aliwahi kumfanya nabii wake aishi ulikuwa ni upendo wa uaminifu wa nabii Hosea kwa mke wake ambaye kwa bahati mbaya akuwa mwaminifu. Sasa, katika agano la Kale, uhusiano wa Mungu na watu wake mara nyingi unafafanuliwa kama ule wa bwana harusi kwa bibi harusi, Isaya sura ya 62 kama mfano, lakini tunakaribia kuona upande wa giza wa uhusiano huo. Mungu Mungu atatumia mke mzinzi wa Hosea kuonyesha kutokuwa mwaminifu kwa Israeli kwa Mungu. Sasa kitabu cha Hosea ni cha kwanza kati ya manabii wadogo. Hosea alihudumu katika ufalme wa kaskazini wa Israeli wakati wa utawala wa wafalme kadhaa akiwemo Yeroboamu wa pili. Chini ya utawala wa Yeroboamu, Israeli ilifurahia amani u, uh, ustawi wa kiuchumi. Lakini taifa lilikuwa limeharibika kiroho lilikuwa linaelekea kwenye hukumu ya kimungu kwa kutokuwa kwao waaminifu kwa Mungu. Sasa kitabu cha Hosea kinaanza na moja ya amri za ajabu zaidi zilizorekodiwa katika Biblia. Tunaipata hapa katika mstari wa pili: nenda chukua mke wa uzinzi na uwe na watoto wa uzinzi, kwa maana inchi inafanya uzinzi mkubwa kwa kumwacha Bwana. Kwa hiyo akaenda na kumchukua Gomeri. Sasa naamini Mungu anamwambia Hosea awe mwanamke ambaye atakuwa kahaba na mzinzi. Hajasema nenda kwenye kona ya barabara na umchumbie kahaba fulani. Anaonywa na Mungu mapema kwamba mke wake atakuwa mwanamke wa aina hii. Ndoa yao itakuwa mfano wa Israeli ambaye aliolewa na Bwana kwa agano kama ilivyokuwa lakini alifanya uzinzi wa kiroho kwa kumwacha Bwana. Hivyo basi Hosea na mke wake Goma wataonyesha uhusiano huu uliovunjika na wakati huo huo wapendwa kuonyesha rehema na upendo wa ajabu wa Mungu. Sasa Hosea na Goma wanapata watoto kadhaa kwa wakati huo. Majina yao yamechaguliwa na Bwana na majina hayo yana umuhimu maalum. Mtoto wa kwanza ni mvulana anayeitwa Yezreeli hapa katika mstari wa nne. Na alama ya jina lake inapatikana katika matukio yanayohusiana na mji wa Yezreeli. Hapo ndipo Yehu alimuua Malkia Yezebeli na nyumba ya Ahabu kama hukumu ya Mungu juu ya ukoo huo mwovo. Lakini Yehu alikwenda zaidi ya kile Mungu alichoamuru katika hukumu na akaishia kumuua Mfalme Ahazia wa Yuda pia. Pamoja na jamaa wengi wa Ahazia. Tunapewa maelezo yote katika mbili Wafalme sura ya tisa na kumi. Kwa hivyo jina la mwana wa Hosea, Yezreeli, ni tamko la kinabii kwamba Mungu atayadhibu nyumba ya Yehu. Mfalme Yeroboamu wa pili ambaye Hosea anamtumikia ni mjukuu wa Yehu. Mwana wa Yeroboamu, Zekaria, atawawa na hivyo kumaliza Ukoo wa Yehu. Kwa hivyo jina la mwana wa Hosea Yezreeli linatabiri pia mwisho wa ufalme wa Israeli. Lo watashindwa. Nguvu za Israeli zitavunjwa huko katika bonde ambalo kwa njia linaitwa bonde la Yezreeli. Sasa Hosea na Gomeri wanapata mtoto wa pili kama ilivyoandikwa hapa katika mstari wa sita. Na jina la msichana huyu mdogo ni Lo Ruhama, ambalo linamaanisha hakuna rehema. Jina lake ni ishara kwamba hakutakuwa na wanamna fulani basi rehema tena kwa Israeli. Hukumu ya kiungu ni hakika. Kisha kuna huyu mtoto wa tatu ah, aliyetajwa hapa, mvulana mwingine, wakati huu amepewa jina Loami, ambalo linamaanisha e, si watu wangu. Bwana anaeleza hapa katika mstari wa tisa, kwa maana nini si watu wangu na mimi si Mungu wenu. Kwa maneno mengine, Mungu kimsingi anawakataa hawa Waisraeli kama watu wake. Sasa unahitaji kuelewa kwamba Bwana hatoi agano alilofanya na Abrahamu. Agano hilo halina mashati, halitabadilika. Lakini Waisraeli wa kizazi hiki wamefikia hatua katika dhambi na uasi wao kwamba hawatafurahia tena baraka za Mungu, uwepo wa Mungu, ulinzi wa Mungu, si kwa sababu Mungu hakuwataka Bali kwa sababu wao hawakumtaka Mungu tena. Na kwa hayo Hosea sasa anatoa maneno ya kinabii na ni maneno ya matumaini hapa katika mstari wa kumi. Hata hivyo idadi ya wana wa Israeli itakuwa kama mchanga wa baharini ambao hauwezi kupimwa au kuhesabiwa. Na mahali ambapo waliambiwa, Ninyi si watu wangu, itasemwa kwao watoto wa Mungu aliye hai. Kweli, unabii huu mzuri unatazama mbele kabisa hadi utawala wa milenia wa Kristo. Hapo ndipo taifa la Israeli litakusanywa tena kwa toba, watamtumikia Masihi wao katika ufalme huo ujao. Sasa sura ya pili inazingatia tena uzinzi wa kiroho wa Israeli na familia ya Hosea kama mfano huu hai na maanisha hata watoto hapa wanamsihi mama yao kwa huzuni arudi nyumbani. Unaona, mama yao amekuwa mfano wa Israeli asiye mwaminifu ambaye amekuwa huko akifuatilia miungu mingine kama kahaba anavyofuatilia wapenzi wengine. Aya ya nane inasema kwamba Israeli imegeuka kutoka kwa yule aliyewapa nafaka yao, divai na mafuta, fedha na dhahabu ambayo walitumia kwa Baali. Kwa maneno mengine, zawadi hizi zote kutoka kwa Mungu zimepewa miungu ya uongo eh, uheshimu miungu ya uongo Mungu anaahidi hapa katika aya ya 13, "Nitamwadhibu kwa siku za sikukuu za Baali alipowafuata wapenzi wake na kunisahau." Hata hivyo mara nyingine tena, tuna mabadiliko haya makubwa kutoka kwa hukumu ya Bwana kwa bibi harusi wake asiyemwaminifu hadi mwaliko huu wa huruma wakurudi anamwambia hapa katika aya ya kumi na nne nitamnasa na kuzungumza naye wa upole. Anahidi ndoa iliyorejeshwa katika siku zijazo, aya ya kumi na tisa nitakuposa kwangu milele, nitakuposa kwangu katika haki na katika haki, katika upendo wa kudumu na katika rehema, nitakuposa kwangu katika uaminifu na utamjua Bwana. Hii ni ahadi ya ajabu kwa njia, kwa watu wa Kiyahudi waaminifu, hata hapa nyuma, ambao watateseka kwa sababu ya uzinzi wa taifa. Watashikilia tumaini la ahadi ya Mungu kwao katika siku zao na pia siku hii ya baadaye ya urejesho wa Israeli na ufalme ujao wa Kristo. Sasa sura ya tatu inarudi kwenye hali inayoendelea na Hosea na mke wake mzimzi Bwana anamwambia Hosea hapa katika aya ya kwanza, nenda tena mpende mwanamke ambaye anapendwa na mwanamume mwingine na ni mzinzi, kama vile Bwana anavyowapenda wana wa Israeli ingawa wanageukia miungu mingine. Kwa maneno mengine, Hosea, nenda huko na umrudishe mke wako. Na lazima nikwambie wapendwa, hii ni, hii ni amri ya ajabu. Hii ni amri yenye uchungu, itahitaji unyenyekevu wake, na, na anatii Kumbuka sasa kwamba Hosea anamtendea mke wake asiye mwaminifu kama mfano wa jinsi Mungu anavyowatendea watu wake wasio waaminifu, na ninashukuru kwamba hiyo ni wewe na mimi pia. Kwa njia, tunaambiwa hapa katika mstari wa pili kwamba Hosea anatoka na kumlipa huyu mwanamume ambaye mke wake anaishi naye kwa dhahiri, anamlipa huyo mwanamume shekeli 15 za fedha na vipimo kumi vya shairi ili kumnunua tena na na ninahitaji kukuambia hii ni bei ya kununua katika siku hizi, mtumwa mzee. Kweli upendo wa Hosea, ufuatiliaji mwaminifu wa Goma, ukihudumu kama mfano hai hadi leo wa upendo wa Mungu kwa Israeli na hata zaidi ya Israeli, kwako na kwangu. Ni wadhamani, sivyo? Unajua, hatuna chochote cha kumpa mkombozi wetu. Sisi ni, sisi ni, sisi ni bibi harusi asiye mwaminifu na mwenye dhambi kama ilivyo, lakini Mungu anatupenda kwa kweli, hata wakati tunapokuwa katika tendo la kutenda dhambi. Biblia inasema Yesu Kristo alitukomboa, alitununua kutoka kwenye soko la utumwa wa dhambi, alitununua kwa damu yake mwenyewe, na anakuwa bwana harusi wetu mwaminifu, tunapokuwa bibi harusi wake milele.